Habari za leo mwana SNS, bila shaka umzima wa afya. Karibu tena simulizi na sauti. Huko mitandaoni pamekuwa pana mvutano mkali sana, na watu wamekuwa wanavutana kuhusiana na, na serikali kusema kwamba itanunua umeme kutoka huko nchi ya Ethiopia kupitia nchi ya Kenya, na huo umeme utatumika kusambazwa katika mikoa ya kaskazini ambayo umekuwa umekuona katika mara kwa mara. Sasa watu wengi wakajiuliza kwamba kwa nini tununue umeme wakati tuliambiwa kwamba tunajitosheleza kwa umeme, na mijadala imekuwa mingi sana. Mainjinia mbalimbali mbali, wasomi mbalimbali, wauchumi mbalimbali wote wamekuwa waki, wakihoji hili, lakini pia hii imelazimu serikali kutoa maelezo kupitia msemaji mkuu wa serikali, lakini pia mpaka katibu mkuu wa wizara mhandisi ikabidi aelezee kwa nini, lakini yote kwa yote, watanzania wengi sana wame wameshindwa kuelewa, lakini nikaona kuna haja ya kutoa elimu ni namna gani umeme kuanzia uzalishaji unasafirishwa mpaka kumfikia mtumiaji wa mwisho, na je, huu unaongelewa upotevu unatokeaje na kwa nini huo upotevu upo? Eh, kwa hiyo baada ya kuangalia elimu kidogo kuhusiana na huu usafirishaji wa umeme sasa, inamaanisha wengi ambao wameachwa njiani, sasa watakuwa wana uwezo wa kudadavua mambo na kujua pengine, je, serikali ilichokifanya ni sahihi kufanya au haikuwa sahihi kufanya. Lakini ni lazima kwanza tuweze kujua huu mchakato wa usafirishaji wa umeme huwa unafanyikaje na unaenda kwa mfumo gani. Hivyo nikawa nimelazimika kukuandalia ripoti hii ya namna gani umeme huwa unasafirishwa kutokea pale ambako unakuwa umezalishwa. Na hapo sasa, tunaweza tukaanzia pale ambapo umeme unazalishwa kwenye power e, plant, ama tunasema kwenye mitambo ya uzalishaji, ambayo mitambo hii ya uzalishaji inaweza ikawa kama mito e, na mabwawa ambayo hii tunasema, e, umeme ule wa maji hydroelectric uh, power ambao kwa Tanzania ndiyo tunaweza tukasema tunao pia, e, kwa asilimia kubwa tunafahamu kuna mradi umeanza kuzalisha umeme siku si nyingi, ambao ni ule mradi wa bwawa la Mwalimu Julius Nyerere. Lakini mbali na hivyo, kumekuwapo kuna mabwawa ambayo yaliwahi kuwa yako siku zote, kama mabwawa ya Mtera. Lakini mbali na hivyo pia, Tanzania tunaotumia umeme ule tunasema themo, eh, power plants ama umeme ambao unatokana na nishati inaweza ikawa ni ya gesi asilia, inaweza ikawa ni ya makaa ya mawe ama ya mafuta, ambapo kwa sasa hivi asilimia kubwa tunatumia gesi asilia. Tunaona kuna ile mitambo ambayo iko sehemu kama vile ubungo pale. Lakini mbali na hivyo, kwa nchi za wenzetu wenyewe wamewekeza zaidi, unakuta wana umeme wa nishati ya jua E, ambao kunao kuna mitambo ya uzalishaji ya inayozalisha kwa jua ama inaweza ikawa kwa upepo, lakini pia umeme huu, huu pia unaweza ukazalishwa kwa nuclear, na hii tunasema ni mitambo ya nuclear ama nuclear power plants. Sasa baada ya umeme huo kuzalishwa huwa haumfikii mtumiaji moja kwa moja, lazima kwanza uweze kusafirishwa kwa volti ya juu sana kutokea kule kwenye chanzo chake ambao unakuwa umezalishwa na unapandishwa kwa volti ya juu sana. Lengo ni kwamba kupunguza upotevu wa nishati yani, kupunguza ule upotevu ambao unaweza ukatokea. Sasa hapo unaweza ukajiuliza kwanza kwa nini kunakuwa kuna upotevu wa nishati? Kunakuwa kuna upotevu wa nishati wakati katika njia yake ya usafirishaji ambayo ni waya hizo, ni kwa sababu ya ukinzani. Waya hizi zinakuwa zina internal resistance. Sasa hii resistance ama ukinzani, huwa unajaribu kuzuia ule umeme usiweze kupita na inavyozuia, kunakuwa kuna upotevu mkubwa sana, na resistance siku zote huwa inaongezeka kadri umbali unavyoongezeka. Kwa hiyo unaweza ukaona hiyo kitu sasa mara baada ya umeme kuzalishwa huwa tunasema unapitishwa ku, eh, kwenye transfoma ambazo zinatakiwa ziongeze nguvu yani, eh, stepping up transformers, ama unaweza kusema step up transformers, ambazo hizi huwa zinakuwa zinapatikana katika power station, ambayo power station hiyo ina maana inakuwa pale pale katika ile mitambo ya uzalishaji. Kwa hiyo ile power station kazi yake itakuwa ni ku pick up ile current ambayo ime ku pick up ile voltage ambayo imezalishwa pale, ule umeme uliozalishwa pale na kuweza kukuza mara nyingi kwa hiyo umeme unaweza kuzalishwa kwa mfano mathalan, unaweza ukawa ni kilovolt 11 au kilovolt 20 au kilovolt 30, na stepping up transformers inaipandisha ile voltage kwa viwango vya juu zaidi, labda kutoa kilovolt 132, kilovolt 400, kilovolt 700 au kilovolt 800. Kilovolt 800 maana yake ni volt laki nane. Kwa hiyo baada sasa ya kuwa imepandishwa Eh, ndio inaweza ikaingia kwenye transmission line. Lakini kwanza kwa hapo kabla ya hapo lazima tujiulize kwa nini hii voltage inapandishwa, ambapo sababu zinakuwa ni kubwa ni mbili. Kwanza ni kupunguza upotevu wa nishati, ambapo umeme unavyopita kwenye nyaya, kama nilivyosema, huwa unapata ukinzani na, na huo ukinzani huwa unasababisha joto. Tunafahamu eh, kwamba na hiyo eh, ni ile tunasema, copper losses, I square dara Eh, ambapo sasa ule upotevu ambao unapotea kwa mfumo wa joto. Kwa hiyo voltage ya juu tunasema tukitumia voltage ambayo ni kubwa sana huwa inapunguza huu upotevu, ndio maana inatakiwa voltage ipandishwe kiasi hiko. Baada ya hapo sasa eh, sababu nyingine kwamba tunarahisisha usafirishaji kwamba ni rahisi zaidi kusafirisha umeme wa high voltage kwa masafa marefu kuliko low voltage. Hizi ndio sababu kubwa zaidi mbili. Eh, lakini zipo sababu nyingine kadha wa kadha. Sasa baada ya kupandisha voltage, umeme huu utasafirishwa huwa unasafirishwa kupitia nyaya zile kubwa ambazo zinaning'inia kwenye minara mirefu eh, ambapo eh, wote uh, huwa tunaziona, ukiwa unasafiri unaona minara mirefu na nyaya zinapita, ambazo hizi sasa zinajulikana kama high voltage transmission lines, ama tunasema mikongo ya usafirishaji umeme mkubwa sana. Wengine tunasema ni nyaya za gridi ya taifa, kushikia gridi ya taifa, basi ndo zinakuwa, eh, inakuwa ni mifumo, ni nyaya hizi ambazo zinakuwa ni nyaya ndefu sana, zinaenda mamia ya kilometa, inawezekana ni kilometa mia tatu, mara nyingi mikoa hadi mikoa ndio ina, inapewa inatumia hii supply labda kutoka Morogoro kwenda Dodoma ama kutoka e, kule kwenye power plant kule kwenye power, power, power plant ambapo umeme unazalishwa kupeleka mikoa mingine ya mbali, na ndio maana unaweza unaona ukiwa unasafiri, unaiona, unakuwa unaenda nayo, na yenyewe inasafiri kwenda mikoani. Kwa hiyo sasa baada ya usafirishaji labda umeme umetoka kwenye power plant, umefika mwanzo umefika Tabora pale, nini kinafanyika? Ule umeme kumbuka, ulikuwa umepandishwa, unaopandishwa pale ni uh, ulikuwa umepandishwa u umekuzwa, ule umeme ulikuwa kwenye high voltage. Kwa hiyo baada ya kusafiri mamia ya kilometa, umeme huu huwa hauwezi kutumiwa moja kwa moja manyumbani au viwandani, kwa sababu unakuwa uko katika voltage ya juu sana. Sasa na hapa ndipo kuna transformer tena nyingine ambazo hizi zinafanya the vice versa ya zile la kwanza, hizi zinashusha, ambazo zinajulikana kama step down transformers hapa zenyewe zinaingia kazini, ambapo sasa kama ilikuwa ni voltage kilovolt 132 au kilovolt eh, eh, labda laki tano au kilovolt laki nane huwa inashushwa tena inashushwa sana eh, kwa mpaka iwe e, voltage ya, ya, ya chini kidogo lakini sio e, ni bado ni voltage kubwa. Inashushwa mpaka kilovolt labda 11 ama kilovolt 33, na hiyo ni kwa ajili ya usambazaji wa mitaani. Kwa ajili ya usambazaji wa mitaani au wilaya mpaka wilaya, e, kama tunaonaga kuna zile nguzo mara nyingi za zile nguzo ndefu. E, sasa hivi zinatumika nguzo ndefu zile za, za zege juu kabisa, ule umeme unaona, unaenda umbali mrefu, ndio inakuwa ni umeme huo. Unamaanisha ume, umefikia hatua hiyo. Sasa kutoka hapo, umeme, eh, unasema kwamba kutoka hapo hapo umeme huwa kwamba sasa utatakiwa ushushwe tena ili uweze kuingia mitaani, ambapo hapo ndo unakuta huwa kuna hizi transforma tunazo mitaani. Sasa kazi yake ni kupokea hizo eh, kV ama tunasema eh, umeme huo ambao unakopo umepozwa eh. Baada ya kupokea uli, umeme na wenyewe ulipozwa kwenye zile transformer ambazo zipo kwenye power station ya upozaji eh? Baada ya kuwa imepoza huo umeme, huwa unaletwa kwenye level ya matumizi ya majumbani ambao ni voltage ya kawaida ni 415 voltage au inaweza ikawa 240. Kwa sisi Tanzania, standard yetu tunatumia voltage ya mia mbili na arobaini ambayo sasa hii ndio tunajua inaweza ikawasha tv inaweza ikawasha friji eh, na vifaa vingine vingi ambavyo vinatumia vya single phase, lakini kwa matumizi ya viwandani wenyewe unakuta natumia phase tatu eh. Kwa hiyo unaweza ukaona hapo sasa umeme ukiwa umefika majumbani, labda umeingia unataka uingie nyumbani kwako eh, baada ya kuwa umepozwa na hizi transfoma za mitaani. Sasa kinachofanyika, umeme huu tunasema huwa unaingia kwenye mita Mita inapima kiasi cha umeme kinachotumika na kisha nguvu hiyo sasa inakuwa inasambazwa kwenye soketi, taa na vifaa vingine vya umeme. Sasa katika viwanda tunasema wenyewe wapia huwa wana transformer zao za ndani, na maana kiwanda chenye kinaweza kikapokea ule umeme ambao ni mkubwa yenyewe na ikaupoza eh, paka katika ile voltage ambayo inafaa kwa mitambo yao mikubwa kwa sababu ya kwetu sisi tunajua mitambo yetu ni ya kawaida, wao oh, viwandani wanaweza wakawa wanahitaji voltage ambayo ni kubwa sana kwa viwandani. Kwa hiyo kiujumla, safari ya umeme ndiyo safari moja, tunasema eh. Kwa hiyo kiujumla safari ya umeme ni mojawapo ya mifumo bora ya uhandisi duniani, kutokea kuzalishwa, usafirishwaji kwa voltage, pamoja kushushwa na kupandisha, mpaka pale inamfikia mtu wa mwisho. Kwa hiyo mchakato huu tunaweza tukasema umefanywa kuwa wa haraka pamoja na kuwa na ufanisi mkubwa zaidi. Sasa turudi kwenye mjadala wetu mkuu kwamba umeme unapoteaje, eh, kwamba inakuaje umeme unapotea. Sasa, umeme huu unapotea kwanza inatokana na umbali mara nyingi ikiwa ndani ya labda kilometa mia kilometa mia mbili hapo upotevu sio mkubwa sana. Kilometa mia tatu kilometa mia nne upotevu sio mkubwa sana. Kwa hiyo hapo mnaweza mkajiuliza kwamba je, huu umeme ulipokuwa unatakiwa kutoka labda kule kwenye uzalishaji mpaka kufika hapo unapotakiwa kufika, ni ndani ya kilometa mia tano mpaka mia sita haya tuache mia sita tuseme ni ndani ya kilometa mia tano Kwa hiyo kama ni ndani ya hapo, basi upotevu unakuwa sio mkubwa sana ila kama itavuka kilomita mia tano mpaka mia sita hapo upotevu huwa unakuwa ni mkubwa sana. Sasa unakabilianaje na hili tatizo? Tatizo hili unakabiliana nalo, wa mainjinia wenyewe huwa wanaweka substation ama kituo kidogo. Kwa hiyo hiki kituo kidogo kazi yake sasa pale kati kitakuwa ni kupokea kupokea ule umeme na kuongeza nguvu eh, lengo ni kusaidia ule upotevu wa nishati ambao umepatikana. Kwa hiyo ile nishati yote iliyopotea ilopo pale, kwa sababu tuna transforma nyingine zitaupokea na kuukuza upya na ku, ina maana unakupwa na nguvu ile ile mpya. Kwa hiyo hii ndio njia ambayo inatumika, lakini pia ifahamike kuna aina mbili amba aina ambayo inatumika zaidi ya usafirishaji eh, ambayo ni tunasema ni

alternating current ule umeme ambao unazalishwa zaidi katika hii mifumo yetu sisi ya ya, ya laba ya maji au hizo thermal power plants ambazo mitambo ya gesi. Sasa hii mitambo uzalishaji wa umeme inatuzalishia AC current ama umeme ambao unakwenda na kurudi, umeme wa kupishana, eh, kwa sababu umeme huwa ina mbili: DC ambao ni eh, direct current, umeme wa moja kwa moja, na umeme wa kupishana. Kwa hiyo umeme una, tunaongelea unaosafirishwa hapa ni huu high voltage AC ama HVAC huo ndio tunaoongelea kwa hiyo huu ndio umeme ambao kama zikivuka kilomita mia tano katika usafirishaji wake basi upotevu huwa unakuwa, unakuwa mkubwa sana katika zile transmission lines ama zile transmission eh, ama ama ile grid ya taifa kwa, ama grid ya usafirishaji kwa hiyo kinachotakiwa hapo pawe pana power station ya kupokea kushusha na, kusab, na kusambaza tena kwa hiyo hiyo pia inaweza ikawa ni gharama labda sijajua nchi yetu ilivyo na labda unakuta haz, nakuwa haziko nyingi labda kwenda huko kaskazini, pengine ndo maana wakaona kunakuwa kuna kuwa upotevu huu ambao umeongelea, kwa sababu njia ya kukabiliana na upotevu ni pawe pana hii substation katika huu mbali wa kilomita mia tano mpaka mia sita ili kuweza kupokea. Kuna njia nyingine ya, kupu, ya kupunguza huu upotevu ambayo hii tunasema ni kutumia HVDC high voltage direct current, yani kutumia umeme wa moja kwa moja eh, wa wenye msongo mkubwa yani wenye voltage kubwa huu umeme wa moja kwa moja. Ina maana tutakachotakiwa kufanya ile e, ile alternating current ama ule umeme wa kupishana tuugeuze, tuulete kwenye DC. Wale watu ambao wanasomea umeme wanafahamu kwamba hapa inabidi ufanye rectification e, unafanya rectification, unafanya na maana unachukua AC unaigeuza inakuwa DC. Kwa hiyo ni process hapo, lazima ufunge mitambo ambayo ita, lazima uwekeze kwenye e, station ambayo itafanya ubadilishaji wa hii current, itabadilisha huu umeme na, na itauleta kwenye umeme wa DC, ambapo sasa baada ya kuleta huu umeme kwenye DC itaweza kusafirishwa. Sasa sifa ya umeme wa DC huu wa msongo mkubwa yani high voltage DC sifa yake ni kwamba una uwezo wa kusafirisha hata kilomita elfu moja kilomita elfu mbili kilomita elfu tatu pasina upotevu mkubwa, huwa una, una upotevu mdogo sana ambao ni chini ya asilimia tano, tofauti na HVAC ambayo yenyewe e, huwa inakuwa ina upotevu mkubwa ambao hii HVAC ndo sisi ambayo tunakuwa tunaitumia sasa hiyo ndo sifa yake kubwa. Kongo wenzetu wanatumia hii njia ya kusafirisha HV eh, DC ama umeme wa moja kwa moja, lakini sisi bado hatuna. Kama nilivyosema, ingetakiwa pafungwe mitambo kwao. Kama pangefungwa hii mitambo, labda kule Julius Nyerere eh, uh, bwawa ambapo ndo umeme unazalishwa huu, umeme ungeweza kusafishwa popote vile ndani ya Tanzania, na, pa, na, na, tusiwaze kuhusu swala la upotevu, kwa sababu tunachotumia ni umeme wetu. Lakini tutatakiwa kujiuliza, je, yeah, hii mitambo kuifunga inahitaji ina uwekezaji kiasi gani? Kama nilivyosema, China wenyewe wanayo hii mitambo, kwa hiyo pia tusio mpaka nje ya Tanzania, kutokana na hii mifumo ilivyo. Lakini China ndio nchi ambayo imevunja rekodi. Kongo wanayo hapo, lakini China ndo nchi imevunja rekodi kwa kuwa na Eh, HVDC transmission kubwa zaidi wenyewe wana HV transmission eh, ya, ya kilometa mia kilometa elfu tatu hiyo ndio eh, HVDC transmission line yao, yani msongo wao ule eh, grid ile ya usafirishaji wa huu msongo wa umeme wa moja kwa moja ni kilo, wanasafirisha kilometa 3000 kutoka kule katika umeme wa sola ambao unazalishwa katika Eh, majangwa kule mpaka kufikisha katika miji yao, wao ndio wamevunja rekodi. Lakini baadhi ya nchi zinatumika, lakini kama nilivyosema disadvantage yake ni kwamba ni, ni mfumo ambao unahitaji gharama sana. Sisi huu hatuna, kwa hiyo unaweza ukawa umeona kwamba sisi tunarudi hapa hapa kwenye HVAC. Kwa hiyo, paka hapa kwenye AC hiyo mpaka hapa, na imani utakuwa umeshafahamu kwamba shida ikoje, tatizo likoje, kunakuwa kuna huu upotevu. Pia mbali na China kuna nchi nyingine pia ambazo zimekopo zina, zinatumia hii mfano, Ujerumani wao wanatumia HB, HVDC kwenye hiyo, unaweza ukasema Nordlink ambayo wanasafirisha umeme wa upepo, upepo kutokea Norway hadi Ujerumani kwa njia ya bahari, yani chini ya bahari ambao umeme huu unatembea kwa njia zaidi ya kilometa mia tano, mia sita na hamsini e? na njia yao ina uwezo wa kubeba e, gigawati moja pointi nne e, na umeme ambao unaweza ukasambazwa kwa nyumba milioni ta, tatu. Lakini kuna huko Kongo wenzetu kama nilivyotangulia kusema mwanzo e, wanasema inga kolwezi HVDC e, Kongo DRC wenyewe e, inasafirisha umeme kutoka kwenye, kwenye bwawa la Inga hadi mji wa Kolwezi ambao ni sawa, sawa na umbali wa kilomita elfu moja na, mia saba. Na hii ni mojawapo ya mifumo mikubwa ya HVDC barani Afrika. Sasa nataka tuangalie e, tumeambiwa kwamba Tanzania tunanunua umeme yani unit moja tumeuziwa kwa 0.077 US dollar. Hiyo ndio tunasema tumeuziwa; yani senti hizo 0.077. Serikali imesema kwamba tumeuziwa megawatt 100 hizo ndo tumeuziwa tume, tume, tume. Kwa hiyo sasa kwa bei ya dola 0.077 kwa kila unit ya umeme eh, tuna, inabidi sasa hapo tuelewane kwamba unit moja ya umeme ni sawasawa na kilowatt hour moja. Hiyo ndiyo unit ya umeme kilowatt hour moja, yani wewe unavyo unavokuwa umeshika pale umeme ule ni kilowatt moja, na hata TANESCO wenyewe wana bei zao kutokana na, na levo gani wewe unakuwa upo. Je, upo levo ile ya, ya, kuna levo zao wenyewe nadhani inaweza ikawa ni madaraja matatu. Kwa hiyo kutokana na daraja uliloko wewe ndio unauziwa umeme, daraja la chini nadhani, daraja la kati na la juu. Kama hiyo ndio tunasema unit moja ya umeme ni sawa sawa na kilowatt moja. Megawatt moja ni sawa sawa na kilowatt elfu moja yaani megawat hour moja ni sawasawa na kilowat hour elfu moja alafu e, megawat hizo mia moja ambazo ndiyo tunauziwa e, kama walikuwa sahihi kusema. Kwa hiyo megawat mia moja ni sawasawa na kilowat hour laki, laki moja. Kwa hiyo megawat hour mia moja ni sawasawa na kilowat hour laki moja. Kwa hiyo sasa hesabu yake inakuwa e, yake nisa, ni nini hesabu yake ni, unachukua hiyo laki moja utamara na ile sifuri pointi 0 sabasaba pesa inayokuja hapo ni sawasawa na dola 7770 kwa hiyo sasa, huu ndio umeme ambao e, hii ndio pesa itakayokuwa inalipwa kwa li, kila lisali moja, ndio maana ikaitwa kilowatt hour. Kwa hiyo ile ile unit moja wewe kama unauziwa mia tatu, kwa hiyo inabidi ujue wewe katika kila lisali moja eh, unatumia mia tatu, unatumia mia tatu ndo bei unauziwa ile kilowatt moja ndo maana inaitwa kilowati saa moja kwa sababu inachukuliwa kwa lisaa kwa hiyo kama utatumia masaa matano kwa hiyo unit moja kama ni mia, mia tatu inamaanisha kama utatumia kwa masaa matano wewe utatumia mia tatu mara tano kwa hiyo katika masaa matano utatumia shilingi ngapi utatumia elfu moja na mia tano kwa hiyo sasa e, umeme ambao utakuwa unatumiwa unauzwa ni sawasawa na e, hizi ambazo tunasema ni unit laki moja si ndio zitakuwa ni sawasawa na da, dola elfu saba mia saba dola elfu saba mia saba ukiileta kwa chenchi sasa hivi ambayo tunayo ya Tanzania ni sawa sawa na shilingi za Kitanzania milioni ishirini laki laki tatu, eh, elfu ishirini na tisa mia moja hamsini na sita. Hiyo ni kwa chenchi ya elfu mbili mia sita arobaini na senti ishirini na nane ambayo ndio eh, tunaweza tukasema the, the, the latest, uh, uh, change. Kwa hiyo sasa kama inamaanisha kwa kila lisali moja umeme wa, hawa wa Ethiopia watatuzia wa milioni ishirini laki tatu elfu ishirini na tisa mia moja hamsini na sita. Kwa hiyo sasa swali itakuwa ni moja je, hii huu umeme ambao wametuuzia wao hawa wa Ethiopia ambao tunataka tuongezee kwa watu huku wa, watu wa Arusha eh, ama watu wa Moshi, watu wa kaskazini je umeme ambao unatokea huko e, huko katika bwawa mpaka uwafikie hawa, tunaufikisha kwa gharama gani? Tunaufikisha kwa gharama kubwa labda milioni sitini au labda milioni arobaini. Hapo ndio pa kuangalia. Je, hizi unit ambazo tunazichukua tutazisambaza kwa watu wa kaskazini, je, sisi tutauzia wao shingapi? kwa hiyo haya yote ndio maswali hapo unaweza ukapiga. Lakini kama nilivyosema, mwisho wa maongezi yetu, kila mmoja atakuwa ameshaelewa huu usafirishaji wa umeme, na hapo kinachobakia inakopo ni moja jumlisha moja ni sawasawa na mbili. Wewe utakaa, kwa sababu sasa hivi unaelewa, utapiga hesabu zako na utaona je, serikali imekuwa sahihi kununua umeme. Lakini mimi maoni yangu ya jumla, sitaki kujua nani uko sahihi, nani hayuko sahihi. Mimi maoni yangu ya jumla ni kwamba tunatakiwa tuwe energy dependent tunatakiwa tujitegemee kwa umeme. Hoja za kusema kwamba kwamba umeme tumekuwapo tukinunua kwa miaka mingi, hiyo miaka mingi ambayo tulikuwa tunanunua ni wakati kulikuwa hamna bwawa la Mwalimu Julius Nyerere, lengo tumekuwa tuna bwawa hilo tuweze kujitosheleza. Kwa hiyo inabidi tutengeneze miundo mbinu mizuri ikiwezekana, hizo HVDC ambazo zitawezesha tuweze kufisha umbali kwa kilometa nyingi zaidi, lengo ni tuwe energy dependent. Kama bwawa halitoshi, tuangalie mifumo mingine ya kuongeza ambayo nchi zetu zinaongeza kama vile e, umeme wa nyuklia na mpango huo tunaona eh, nchi nyingi tu za East Africa, Africa zina mpango wa kuwa na umeme wa nyuklia, ambao hata kama hauna vyanzo vya maji una uwezo ku, wa kuzalisha umeme ambao ni mwingi mwingi sana. Tena sisi tuna nyuklia ya kutosha, lakini mbali na hivyo, kuna umeme sasa hivi watu wanawekeza wasola, umeme ambao ni msafi, hauna uchafuzi wa mazingira, hauna chochote, umeme wa upepo. Kwa hiyo sisi inabidi tuje na vyanzo